Familia yaliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu imepinga vikali uamuzi wa mahakama ya Afrika ya Kusini kusitisha mazishi ya faragha ya kiongozi huyo yaliyokuwa yamepangwa kufanyika hapo jana katika jiji la Johannesburg. Uamuzi huo wa mahakama ulitolewa kufuatia ombi la serikali ya Zambia kuomba kusitishwa kwa maziko hayo ikiwa ni hatua nyingine ya mvutano baina ya serikali ya Zambia na familia ya Lungu kuhusu taratibu za mazishi ya kiongozi huyo. Aliyeongoza Zambia kutoka mwaka 2015 hadi mwaka 2021 na, na kufariki dunia Juni 5 akiwa na umri wa miaka 68 wakati akipokea matibabu nchini Afrika ya Kusini. Familia ya Lungu ilikataa mpango wa serikali kumzika kwa heshima ya kitaifa nchini Zambia ikitaja uhasama wa muda mrefu baina yake na rais wa sasa Hakainde Ichilema, badala yake walipanga kumzika kwa faraha nchini Afrika ya Kusini, lakini mahakama kuu ya Pretoria imesitisha maziko hayo hadi kesi hiyo itakaposikilizwa tena tarehe nne Agasti mwaka huu. Msemaji wa familia na wakili wa Lungu Makebi Zulu alisema marehemu aliwahi kutoa maagizo kuwa rais Hichilema kamwe asihusishwe na maziko yake. Nikimnukuu Zulu, alisema rais Hichilema kamwe hawezi kumpa Lungu heshima anayostahili. Hata hivyo serikali haijafanya kuwa ilikuwa karibu na Lungu wakati wa uhai wake, ili hali ilimpuuza na kumsaliti. Mwisho wa kunukuu. Maziko ya kitaifa ya Lungu yameahirishwa mara mbili, kutokana na kutokubaliana kuhusu mipango ya mazishi ya kiongozi huyo, huku familia ikisisitiza kuwa serikali haikuwa na nia kweli ya kumuheshimu marehemu na wataendelea na msimamo wao kwa ajili ya kulinda heshima ya marehemu na historia ya kisiasa ya kiongozi huyo. Mwisho kabisa. Hata hivyo, mzozo huo haujapata suluhisho, kwani marehemu bado hajazikwa, hivyo pande zote mbili zinahitaji kukaa kwa pamoja na kupata suluhisho kamili.